Natoa kila kitu, niko na mahusiano wa kwanza tena kanisaliti, na mwingine tena akanisaliti. Mpaka sasa nina mahusiano kama kumi, lakini wote wameniacha. Sitaki tena mahusiano, sitaki tena, tena. Nimeumizwa sana, inatosha inatosha, inatosha. Sitaki tena, sitaki, nimeumia, nimeumia, nimewekeza <coughs> nguvu za kutosha, nimehudumia lakinima fanya mambo haya sita unapoumizwa kimapenzi. Kwa siku ya leo utakwenda kuangalia mambo sita ambao unatakiwa kuyafanya baada ya kuumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Wapo watu ambao wanatembea na majeraha ya moyo ambayo yanavuja damu. Wapo watu ambao hawatamani kabisa kusikia kuhusiana na mwanaume, lakini pia wako watu ambao hawatamani kabisa kusikia kuhusiana na mwanamke kwa sababu waliumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na baada ya watu wengi kuumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, wengi wamekuwa wakifanya maamuzi ambayo sio sahihi. Wengine wanajiua, wengine wanafanya matukio wa ya ajabu, wengine wanaamua kujinyonga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 Aa, kama awali nilivyosema, wapo watu wengi sana ambao wameumizwa sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Wako watu ambao waliumizwa na watu ambao waliwapenda, watu ambao waliwaamini kwa asilimia mia moja, watu ambao waliwakabidhi mioyo yao, lakini mwisho siku, watu wale wakaja wakabadilika na kuwaumiza kabisa tu. Tuangalie mambo haya sita ambao unatakiwa kuyafanya baada ya kuumizwa sasa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Jambo la kwanza, kubali hiyo hali kwamba alikuwa wako, ila sasa si wako tena. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye, cha ja kwanza ni kukubali kuwa alikuwa wako ila sasa si wako. Watu wengi wanapoumizwa, watu wengi wanaumizwa kwa sababu ya kutokubali aliyo. Kwa hiyo watu wengi wanaumizwa kwa sababu hawa wanakuwa hawakubali aliyo, wanakuwa waamini ali wa kabisa, haamini kama amekuwa ameachwa, haamini kana kwamba fulani ndo ameondoka. Ili uweze kupona, yani, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya unapoumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, cha kwanza kubali, alikuwa ni wako, ila sasa si wako. Kubali, kwa sababu usipokubali utaendelea kuumia. Ndio maana leo unakuta mtu aamini, anasema, ah, acha niendelee kumtafuta na mimi, labda atageuka, sasa hivi labda atakubali, labda atanikubali tena. kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye, ah, baada ya kuumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, jambo la kwanza, kubali kana kwamba alikuwa wako ila sasa si wako, kwa sababu usipokubali jambo hili litaendelea kukuumiza na litaendelea kukutesa. Wengi sana, watu wengi sana, aaft wamekuwa kinitafuta wame na wakihitaji ni washauri. Ndio maana nikaamua kuliandaa somo la namna hii kwa lengo la kuwasaidia kwao. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifanya, cha kwanza kubali, aliona kwamba alikuwa wako, ila sasa si wako, kwa sababu usipokubali aliyo itapelekea kufanya vitu ambavyo sivyo sahihi. Usipo kubali hali hii, utapelekea uh, kufanya vitu ambavyo sio si sahihi, unaweza ukachukua maamuzi ambayo sio mazuri, ambayo mwisho wa siku yakakugharimu wewe mwenyewe. Kwa hiyo, jambo la kwanza unatakiwa ukubali cha msingi sana kukubali. Najua watu wengi sana, wanaweza kuwa ni ngumu hivi takubali wakati ni mtu ambaye nimekuwa nikifanya naye vitu vingi au umekuwa ukispendi vitu vingi sana kwake, ambalo unatakiwa kulifanya baada ya kuumizwa na mtu uliyempenda kubali. Kubali. Kubali. Kubaliana, okay, sawa, imeshakuwa hivyo baliana na hali. Lakini jambo la pili, jipe muda wa kupona yale majeraha ya moyo wako. Usiingie kwenye mahusiano kwa haraka baada ya kuumizwa kwenye mahusiano. Hii ni jambo la msingi sana kwao, jambo la, la, la msingi utakuwa, jipe muda kwanza, jipe muda kwanza wa uh, wakupona majira yako ya moyo. Hakikisha kabla uh, so umetoka kwenye mahusiano tayari umeshaingia kwenye mahusiano mengine. Watu wengi sana wameanzisha au wameingia kwenye mahusiano mengine wakiwa bado wajapona majeraha ya moyo. Ndio maana akifika kule, nataka tukwambie ukiwa ujapona jeraha lako la moyo baada ya kuumizwa kwenye mahusiano na ukaenda ukaingia kwenye mahusiano mengine, jambo hili litakufanya ukamuumize mtu ambaye tayari umekuta umeingia naye kwenye mahusiano. Ndio maana ushangaa mtu ameingia kwenye mahusiano, kwa sababu tayari alishavunja mahusiano ya mara ya kwanza na hajakaa sawa, tayari anaingia kwenye mahusiano mengine. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho ta Uh, ukifanya baada ya kumizwa, ipe muda kwanza wa kupona majera yako ya moyo. Hakikisha kwanza kabla hujaingia kwenye mahusiano mengine moyo wako umepona. Kabla hujaanzisha mahusiano mengine, hakikisha umepona kwanza moyo wako. Jambo hili litakusaidia sana, so sio tu umeshatoka kwenye mahusiano ya mara ya kwanza, tayari unaingia kwenye mahusiano ya mara ya pili. Hapana, kwa hiyo hakikisha kwanza moyo wako unapona, hakikisha kwanza moyo wako unapona, kwa sababu ukienda kuanzisha mahusiano mengine kabla hujapona moyo, tambua hata mahusiano hayo hayatadumu, tambua hautaona kabisa raha ya mahusiano hayo. Kwa hiyo hakikisha kwanza. Uh, jambo la pili, unapona kwanza jeraha lako la moyo, hakikisha jeraha lako la moyo limepona na baada ya kuona kabisa umepona basi hapo sawa, ndio unaweza kuingia kwenye mahusiano mengine. Lakini jambo la tatu la kufanya, kubali kumshirikisha maumivu yako mtu wa karibu. Kubali kumshirikisha maumivu yako mtu wa karibu, mtu ambaye unamwamini. Kubali kumshirikisha maumivu yako. Kwa hiyo hii itakusaidia sana. Ongea na mtu ambaye unamwamini, anaweza akakusaidia. Pata muda wa kuongea na mtu ambaye unaamini ukimwambia jambo lako anaweza kukusaidia. Unajua kisaikolojia pia, the moment una share jambo lako na mtu, una share maumivu yako na ya mtu, una kitu ambacho kinakuwa kinapungua kwako, hata ule msongo wa mawazo unapungua kwako upati mtu wa kumshirikisha mtu maumivu yako. Jambo hili litakupelekea uchukue maamuzi magumu, ndio maana asilimia kubwa watu wamejikuta wakichukua maamuzi magumu kwa sababu hakupata muda wa kuwashirikisha watu maumivu yao. Kwa hiyo ukiona, uh, baada ya kuumizwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, jambo la msingi ambalo unatakiwa ulifanye, basi hakikisha unatafuta mtu ambaye unaweza kumshirikisha maumivu yako ya moyo. Unaweza kumwambia maumivu unayopitia, unaweza kumwambia jinsi unavyohisi, jinsi unavyopitia hali ambayo unakutana nayo ana The moment unamwambia na maana, atakwambia jambo hili litakufanya uendelee kurecover, uendelee kuwa vizuri. Lakini ukiwa peke yako una, una, una wasiwasi, unasema unakufa kisabuni, jambo hili litakumaliza kwa. Hakikisha mtafuta muda unaongea na mtu ambaye unakuwa unamwamini. Lakini jambo la nne, samehe na kukubali kuachilia. Samee na kukubali kuachilia, hii tafaa jeraha lako la moyo lipone. Kubali kusamehe, ni kweli amekosea mtu ambaye umempenda ni kweli amekosea. Lakini kubali kusamehe, lakini pia na kuachilia. Kubali kusamehe na kuachilia. Watu wengi sana wanakuwa wanataka kulipiza kisasi. Na jambo hili la kuja kugharimu kwao, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha unasamehe, lakini pia unakubali kuachilia. Hii itakusaidia kuponya jeraha lako la moyo. Lakini jambo la tano la kufanya baada ya kuumizwa kwenye mahusiano ya mapenzi penda kujichanganya na watu, sio peke yako. Penda kujichanganya na watu, jisi muda mwingi, tumia sana kwenye kusocialize na watu muda mwingi sana, tumia kwenye kusocialize na watu, usikubali kukaa peke yako. Peke yako, jambo hili na hatari, kwa hakikisha unapata muda, muda mwingi sana, tumia kwenye kufanya socialization na watu wengine. Hii itakusaidia sana. Lakini jambo lingine, kuwa busy fanya vitu ambavyo vitakufanya uwe bize. Kuwa bize, akisho unapata muda wa unafanya vitu ambavyo vitakufanya uendelee kuwa bize. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi akisho una subscribe, akisho na bonyeza kitufe cha alama kengele, lakini pia akisho una like video hii. Lakini pia Mungu akubariki wewe ambaye utatumia muda wako kushare link ya video hii. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.